mwenye kumsitiri mwenye kumfanyia sahali man yasara man, mwenye kumfanyia sahali ama kumfanyia ulatifu upoe mtu mwenye dhiki zake ukamsaidia, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam akamwambia yasarahu llahu fi dunya wal akhirah, na Mwenyezi Mungu kukutilia baraka akakutilia tawfiki akakusailishia mambo yako duniani na kesho siku ya Kiyama na hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inaotufundisha mambo matatu, akwambia man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, aseme maneno ya mazuri au anyamaye, na asiingilie maneno ya watu. Lakini mada yetu ya leo ni tuko kwenye kueleza kusitiri mwenzako, kumsitiri ndugu yako. Na hadithi hiyo hiyo ikiendelea, akwambia mwenye kum, mi Mwenyezi Mungu kumwamini Mwenyezi Mungu waliomal akhir basi amkirimu mgeni wake. Na nyingine akamwambia mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na na siku ya kiyama basi amkadhie haja ndugu yake Muislamu. Ewe ndugu yangu, msitiri ndugu yako, hata ikiwa ni hamsini una unao mpe una shilingi mia mpe, una alfu, una uwezo wa kumpa alfu mpe mwenye haja. Na usihukumu mtu kwa dhahiri yake, kwa batini yake, sori, wala dhahiri yake, ukasema kuwa huyu bwana nikimpatia pesa hini ataenda kufanya jambo fulani. Wewe mpe kwa nia ya sadaka na thawabu yako utapata. Yeye undani wake na kutumia ni yeye na Mola wake Tukianza kuhukumu watu tutakuwa tumefanya kazi ambayo si kazi yetu, waje kuhukumiana sisi kwa sisi, huyu wa wapi, huyu wa wapi, huwa afanya hili kwa ajili gani? Hiyo si kazi yetu. Sisi ha ni kutenda jema, tukamwatia Mwenyezi Mungu, ndio mwenye kuona kila jambo, na thawabu yako utaipata pale pale. Na hadithi nyingine tukielezea katika mada yetu, kwambia irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama rahamuni waliokuwa ardhini ni wanyama ni binadamu ni miti liu, na Mwenyezi Mungu atarahamu, na walioko juu Mwenyezi Mungu atarahamu. Atarahamu kupitia wao, yani rahma ya Mwenyezi Mungu na malaika ataombea maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaotuonesha kuhurumiana sisi Waislamu kwa ajili yake amekuja kama rahmatan lil alamin. Basi eh, ndugu yangu sambaza ujumbe huu tuzidi kuwa na mapenzi tuzidi kuwa na undugu sisi waislamu kwa Waislamu. Tusiwe ni wenye kutukiana na kukeana chuki. Ukimuona mwenzako amepata, ukamwekea chuki, ama ukamfanyia, ukampa husda, usiwe namna hivyo, bali mpendelee mwenzako kheri, una Mwenyezi Mungu naye atakuruzuku kheri nyingi, kama unavyompendelea mwenzako w